kamekaza. Mingi. Kila kitu noma no sana ndio kwenye mm. Eh. Hey. Hey. Karibu jio, mlalamikaji karibu hey. Kaida yangu yani ki, aina ya kipindi chenyewe hey, kinanifanya niwe hivyo sawa, sina namna <laughs> nyingine ambavyo naweza nikafanya inabidi tu niendane na mfumo. Mhm. Sawa sawa. Nakusikiliza. Ngoja leo tunde moja kwa moja, hakuna kwanza ku, kupinda makona makona sijui na nini. mm. yaani leo njiwa wetu anaenda amenyoka. We, leo tunazungumza na baadhi ya viongozi wale ambao nyie mnaonekana tatizo likishatokea. oh. e. eh. Yaani tatizo likitokea ndio mnaonekana kabla si, kwanza sio niseme tatizo madhara mm. mm. tatizo lipo mnalifahamu wananchi wamezungumza kwa muda mrefu lakini hamjawahi kujitokeza hata siku moja mm. baada ya madhara kuwa yametokea ndo mnaanza kuonekana uh, mnajifanya mmekuja na, na, na, na, na mifuko ya sukari mm. chumvi, mabati, sijui vitu gani alafu mnakuja kutoa pole na mkono wa pole wa shilingi laki tano tano mm. au milioni moja moja mm. na wakati huo tatizo mlikuwa mnalijua tangia mwanzoni wananchi wamekuwa wakilalamika kwenye, kwenye, kwenye maeneo yao kwamba bwana, sisi hapa kwenye eneo letu mm. zahanati inavuja na kituo cha afya kinavuja. Sindiyo? mvua zikinyesha mm. uwa wahudumu wanachokifanya wanabeba dawa bwana. Kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna zahanati iko hivyo mm. sitataja iko wilaya ipi lakini, ikifika msimu wa mvua kina, na hiki ninachokwambia ni kitu ambacho nilifika na nikashuhudia mm. ikifika msimu wa mvua, mvua ikinyesha wale wahudumu wa afya ambao wako kwenye ile eneo au madaktari tuseme hivyo yeah, wanabeba zile dawa wanaenda nazo nyumbani <laughs> wanaenda kusubiria mvua ikikata, yeah, wanarudi nazo kuendelea na matibabu. kama kulikuwa na wagonjwa hmm. wagonjwa hana hata sehemu ya kusimama, inabidi na wenyewe waende kwenye nyumba jirani wakajikinge mvua, alafu baadaye mvua ikikata ndo warudi sasa waendelea kupatiwa huduma sasa bwana hmm. na, wakati nazungumza nao wakasema kwamba ilishawahi kutokea siku moja mama alikuwa anajifungua, mm. mvua ikanyesha. Ikanyesha, ndio. Sasa hapo wako katikati ya zoezi hakuna namna ambavyo wanaweza wakamwacha pale ili waende kujikinga mvua ehe. mm. ikabidi mmoja atoke pale aende kwa jirani akaombe mwamvuli mm. aje awafunike wale wengine ambao wako wanaendelea na hilo zoezi mm. Lakini mpaka wanamaliza hilo zoezi si mama si mtoto, pamoja na huduma ambao walikuwa wanatoa hiyo huduma wako, wako nyanga, nyanga. Wako nyanga, nyanga hadi kitanda lakini... na ni kitu ambacho kipo kwenye maeneo yetu ambako tunasikika, na kama kuna kuna kuna, kuna viongozi wako wananisikia, wanaelewa ni wapi kwa sababu tumeshawafuata mara nyingi mm. lakini hakuna kitu ambacho kimeshafanyika, lakini wanasubiri mm. siku paa la nyumba nyumba ile liwaangukie mm. limwangukie, hata mfanyakazi mmoja au mgonjwa apate madhara mm. au hata hatuombei itokee hata kifo watajitokeza wataenda na magari makubwa na nini mm, wanaenda kutoa misaada, e, wanaenda kutoa kutoa pole sijui na nini mm, na wakati ilikuwa ni changamoto ndogo ambayo wangeifanyia kazi mm, wangeweza kutatua hilo tatizo na wananchi wakaendelea kutibiwa tu vizuri, mm. Mfano mmoja nina... ambao tumeuzungumza na, na, na ambaye zaidi ambacho kinaumiza wananchi wamejichanga, wamepata vijipesa kama milioni moja hivi na na kidogo, yaani wanapungukiwa tu pesa kidogo, ili waongezee wanunue mabati mm. waweze kufanya marekebisho, na sasa hivi mvua zinaanza tena kunyesha. Nitakupeleka. Maanake wanalo tena kama utakuwa na nauli e, tutasafiri. Mtu kama wewe tutaenda, mtu mkubwa kama wewe, mambo ya nauli sio tatizo, tutaenda, najua utanisafirisha, tutaenda ukashuhudie mm, hiki linachokizungumza sasa. Wakati ukisema hivyo mm, najua kabisa kwamba viongozi wana taarifa, lakini hoja yetu hapa ndio hiyo kwamba mm, wanasubiri mpaka litokee jambo, tuje kushow up ndo, yani ndio tuje tujionyeshe kwamba mm, tunafanya kazi. Sasa inakuwa si jambo jema, na hapa tusiishie tu kwenye viongozi wa serikali na viongozi wa siasa pia e, na, wanasiasa tena sababu tena wana nafasi kubwa hawa ya kusaidia <coughs> uh, kutatua baadhi ya changamoto kwa sababu wanakutana uh, na mawaziri, um, wana uwezo hata wa kukutana na rais wakati mwingine hata kuzungumza naye. Um, wanaweza wakafikisha changamoto wananchi walizonazo na zikatatuliwa kwa haraka. Um, lakini anasubiri mpaka jambo okay, litokee, ndio waende sasa akatoe misaada, apigwe picha na makamera makubwa na nini, achukuliwe video na nini hapo. Um, sio kwenye mitandao ya kijamii ionekane kwamba ameenda kutoa pole. Um, na wakati huo changamoto walikuwa naifahamu tatua mapema alafu, wakati yuko kwenye gari anarudi. Yani pale tumepiga siasa ya kutosha yani, ilikuwa ni kampeni ya kutosha kabisa. Anauliza amekukubali? Watu wameumia. Kuna watu wamepoteza maisha, kuna watu wamepoteza wapendo wao. Wewe unaanza kufanya mambo ya ajabu ajabu. Eh. Ndio tunajua mpo kazini eh. Na wananchi wamewaamini, wameweka madarakani mm -hmm. Au yawezekana labda rais amekuamini, ya amekuweka madarakani kwenye hilo eneo. Mm, kuteua. Amekuteua akakuweka hapo akiamini kwamba unaweza ukatatua changamoto kinachokuja kutokea? Unasubiri mpaka changamoto tatizo litokee. mm. Barabara kila siku wananchi wanalalamika jamani, hivi vifusi vinatuletea shida tunashindwa kupita. mm. Vifusi mwezi wa kwanza, watu mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mpaka ije itokee siku moja bodaboda au mwenye gari apite mm. apate ajali na sio aumie tu, mm. akifariki ndio huwa wanatoa misaada mm kwenye, kwenye mm. mitandao yao ya kijamii wanawahi kuandika tulikupenda tulikupenda sana zaidi. Lakini Mungu kaupenda. Sio, Mungu kaupenda hicho kifusi mm. ulichoweka hapo mm. au au hiyo barabara ambayo hukutengeneza mapema au hiyo zahanati ambayo haijarekebishwa mm. au hilo tatizo la maji ambayo haujatatua mpaka watu wakaanza kunywa maji machafu wakaugua vipindupindu ndio, mm. vimesababisha yote, sio kwamba tulikua mpenda zaidi. Mungu ka, ndio Mungu ndio katwawa kwake ila mm ia <laughs> <laughs> sofa ya tuambieni, inakuwa si jambo jema kiongozi kugeuza matatizo ya watu kuwa mtaji wako wa kisiasa ama kujinasibu. Yani, mm -hmm. usijisikie fahari kwamba wewe umetokea ili uonekane, hey. umetatua tatizo wakati ulikuwa una nafasi ya kusaidia lile tatizo mm. lisitokee. kwa kama tuna nafasi ya kuzuia matatizo yasitokee tuyazuie, tuyazuie. tusubiri mpaka litokee, hey. tuonyeshe tunaenda kuyasuluhisha Yani nyinyi mnageuza mna, mna matatizo ya watu kuwa kama fursa mm, mtaji kwako kwa yeah. inakuwa mtaji kwako kwa inakuwa kukuza jina lako hivi mm. Kwa nini? Nani aliyewaambia kwamba waandishi wa habari tunaandika tu habari mbaya au kunini? ku, ku, ku, hata kama umefanya kitu kizuri ukituita no. tutaandika. Huyo mtu ambaye unataka akuone atakuona, na jina lako. Kwa nini jina lako lisikue kwa kufanya mambo yani ku, kutatua changamoto kuliko kwenda kutoa pole mm. Leo anasema msibani unakufa na njaa, lakini msibani kwako wanapika vyakula vya kila aina na viungo, wanaulizana umeweka pilipili mm. nyingi mm. eh, kumbe fariki, Kautu, kuzuhia, mtu eh. mm. eh, aliyefariki ameuliwa eh, mm. si na njaa. Kwa hiyo tusaidie kuzuia mtu huyo asipate njaa, tusubiri mpaka apoteze maisha. Kuna msanii mmoja Jangalason aliwahi kuimba huo wimbo tu <laughs> undugu kufaana ukiwa hai na. tena kufarijiana na kusaidiana apata <laughs> wasiwasi na <kusaidiana. laughs> wasi wasi hmm. wa kimo chako kwamba wewe achana yeah. na mimi masuala ya kimo mm. <laughs> mimi mimi si ni tumwimbie Bwana nafanya kipindi cha nyimbo za dini ya. kwa lazima nikumbuke na wewe kwa nini? <laughs> umejua hupo basi tu ombi sawa. Umejuaje kama halafu, leo ni TBT. Umejuaje kama wimbo upo? <laughs>